Na ninapenda kuueleza umma kwamba kwa sababu hili ni tukio ambalo e, ni la kipolisi na polisi tayari wamekwishaanza kufanya kazi yao. E, sisi kama hospitali hatuwezi kuzungumza e, undani wa jambo hili. Kwa hiyo ningependa wafahamu kwamba polisi wameanza kufanya uchunguzi na sisi ni miongoni mwa watu ambao tunachunguza, kwa sababu ni hospitali. E, mojawapo katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo niseme tu kwamba mabaki e, yale ambayo yamekuta kwenye dampo kule kule Tegeta, hayakutoka hospitali ya taifa Muhimbili, na ninaomba umma uelewe hivyo na kwa kuwa tunafanyia uchunguzi, ina imani kwamba mara baada ya polisi kufanya uchunguzi wao watabaini nani aliyehusika na, na, na, na tukio hilo. Bayo, kwa hiyo kwa ufupi tu ni hayo ambayo unayoweza kuzungumza kwa sasa. Swali moja mm. Kumekuwa kuna taarifa kwa kwamba ile sehemu ya kuchomea taka ule, unajua kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi tunachunguzwa na polisi, lakini nilizungumzie kwamba kuharibika kwa tanuru la kwetu la kuchoma taka halina uhusiano na masalia ya miili iliyokotwa kule kwenye dambo. Ni kweli tanuru liliharibika mwezi wa pili mwaka huu, mwezi wa nne tukapata spare, na kama mnavyojua mashine nyingi hazitengenezwi hapa nchini. Mashine ikiharibika, lazima uagize spare nje, na ni, ni mchakato, kuna mchakato wa manunuzi wa kutafuta spare mpaka ifike, fundi aje afitishe. Ilipokuja mwezi wa nne, ikafitishwa ilivyofitishwa ika develop tatizo lingine. Ile spare ilivyoingizwa ilivyo develop tatizo lingine, tukamwona kwamba kuna kipuli kingine kinahitaji kununuliwa, kikaagizwa tena nje. Kimekuja tarehe 20, kimefitishwa na sasa hivi mafundi wetu wako wanafanya kila jitihada kwa kisha kwamba mashine yanatengema, na niwakishie tu kwamba wakati wote kuanzia sasa mashine inaoka tayari. Sasa wako kwenye hatua za mwisho za kufitisha na kushikwa kwamba inafanya kazi kwa, naomba niwahakikishie kuharibika kwa tanuru yetu ya kuchoma taka e, za kitabibu kama hizo hakuna na usi, ha, hauna uhusiano wowote punye, punye na taka zilizokota kwenye dapo kule Tegeta. Na washukuruni sana ni kweli tumepokea vifurushi kadhaa ambavyo uh, hatujavihesabu sasa, kwa sababu tunasubiri maelekezo ya polisi. Tumepokea vifurushi kadhaa ambavyo vina masalia ya miili ya binadamu, viungo vya binadamu. Kwa hiyo ukweli tunavyo kwenye chumba chetu cha kuhifadhi e, maiti, vimehifadhiwa vizuri, tunasubiri maelekezo ya polisi. Kwa hiyo kama nilivyokwisha kutangulia kwamba, e, sisi hatuna cha kufanya mpaka tuelekezwe na polisi, kwa sababu ni swala la polisi sasa.